Kutokana na uharibifu wa barabara za mitaa ndani ya kijiji cha Ziwani, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Ziwani ndugu Asman Suleimani kwa kushirikiana na wenyeviti wa vitongoji vyote vya Ziwani pamoja na wadau mbalimbali mbali katika kijiji hicho ili kujenga na kuboresha barabara zote zilizokorofi ndani ya kijiji hicho. Aidha, mwenyekiti Asman Suleimani ametoa pongezi kubwa kwa wadau wote walioshiriki katika kuwezesha ujenzi wa barabara hizo. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Afmani Selemani Hamisi, ni mwenyekiti wa serikali kijiji hiki cha Ziwani ke ndani ya kata hii ya Nyarugusu, na leo tuko tena katika mwendelezo huu wa ukarabati wa mabarabara yetu ya mitaa ndani ya vitongoji na ndani ya vijiji vyetu. Na leo tuko katika kitongoji hiki cha Amani, ambapo sasa tumeingia kwenye barabara nyingine, barabara inayoelekea kwenye mradi wetu wa zahanati ya kijiji zahanati ambayo e, kwa sasa ime, imefikia hatua ya umaliziaji ambapo sasa serikali inakuja kukamilisha hatua zilizobaki. Kwa hiyo tumeona ni vyema tukaikarabati barabara hii pia ili iweze kufikika vizuri kwenye zahanati hii, na mara tu zahanati yetu itakapokamilika, basi huduma ziweze kupatikana kwa urahisi, na wananchi waweze kufika kwenye huduma inayotolewa kwenye zahanati hiyo kwa wakati. Lengo letu kama nilivyosema katika maeneo mengine ni kuhakikisha barabara zote za vitongoji, za vijiji na mitaa yetu ndani ya hii kata ya Nyarugusu zimekarabatiwa na wananchi wanapita wakati wote na wanafurahia pia matunda ya uongozi wao wa Chama cha Mapinduzi walioweka kwa awamu ya uchaguzi mdogo wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka huu. Hata hivyo, wakazi mbalimbali mbali katika kijiji cha Ziwani wameshukulu serikali ya kijiji cha Ziwani kwa utekelezaji na ujenzi wa barabara ambazo zilikuwa korofi ambazo zilikuwa haziwezi kupitika kwa muda mrefu. Walikuwa na haya ya kuzungumza. Mimi naitwa Juma Venasi, ni mkazi wa kijiji cha Ziwani e, mtaa wa Amani. E, nashukuru viongozi, nimekuta mazingira haya, nimekuta greda inatengeneza ina barabara hii. Barabara hii ilikuwa ni korofi sana kulikuwa hakupitiki beskeli wala kupitiki hata gari. Watu wengi wameteseka kupita barabara hili, wakiwa na wagonjwa, wakiwa na watu ambao ni wazima, bado shida imekuwa kubwa. Nashukuru viongozi wangu wa kijiji hiki, wamefanya kazi kubwa. E, Samata Shabani Makura ameshirikiana na wananchi wa kijiji hiki, ukweli kazi amefanya kazi nzuri, tunamshukuru sana Jumua na viongozi wetu wa wenye viti vitongoji, wenye, wenye viti wa vijiji wamefanya kazi kubwa, tunashukuru sana. Tuendelee kuwaombea waendelee kufanya kazi nzuri. Nikiripoti matukio kutoka kijiji cha Ziwani kilichopo ndani ya kata ya Nyarugusu, ni mimi Paul Januari wa Busanda TV Online.